Maujaji katika matumaini matumaini kumshangilia yes. Roho Mtakatifu aaea mataifa na mwenyezi <laughs> Mungu. Karibuni tuadhimishe ibada nesa takatifu kwa heshima ya mshunika hii ya Pentekoste siku hamsini kimetimia baada ya mfufuko wa mwana wetu Yesu Kristo, na kama alivaahidi kwamba hata kuacha yatima atakuletea Roho Fariji, Roho wa kweli, na ambaye atakuja kutenda haki na ambaye atakuja kusindikiza basi katika kufikia mwisho wa ulimwengu huu na kutuwezesha basi ya katika ufalme wa mbinguni yeye atakuja kuufundisha yale ambayo Yesu hakuweza kupata muda kufundisha kwa sababu ya muda. Na hivyo tunamshangilia Roho Mtakatifu, ambaye basi yeye ni nafsi ya tatu ya Mungu, ambaye anakamilisha basi safari iliyoanzishwa na Mungu ya ubaji ya Bwana wetu iisubizo ya ukombozi, na yeye sasa anatusindikiza na kuwa msimamizi wetu basi mpaka Yesu anataka kurudi na kutupa sasa hiyo na kutimiza ahadi ya makao ambayo amekwenda kutuangalia mtozo. Mungu atusaidie basi, daima tunazeupya kujua kwamba vilevile siku ya Pentecoste ni siku ambapo kanisa letu lilianzishwa. Eh, lilianzishwa liko hapo vitume walipotoka kwa nguvu <coughs> na kukatiza watu na kutenda kitutiza vingi. Naomba tutagie kanisa letu katika ibada hii. Tuna wageni wetu ambao tunashukuru Mungu basi kwa kusali pamoja nasi. Tunaonja baraka, tunaonja ukarimu, lakini tunaonja upendo kwamba leo napokuwa na kwaya mbili kutoka sehemu mbalimbali, basi tunajisikia vizuri ikali nao na kwa pamoja na kuadhimisha ibada hii ya penoose pamoja. Naomba tuwashagiie kwanza wanakwaya kutoka la guru, basi katika pangkia ya japosutu ambapo mapati wetu seva pamoja na nyingine wanafanya kazi. Naomba tuwashagilie sana i tuna kwaya nyingine ya Bosco ambao ni majirani zetu, ni watoto wetu hawa, kwa sababu parokia yao imetuka kutoka katika parokia yetu. Kwa hiyo wao ni jirani zetu, tunafurahi kuwa pamoja nao na kule nilihudumia pamoja nao kwa muda wa miaka saba kabla ya kuja katika parokia hii. Kwa furahi kuwa na watoto ambao umeweza kufanya nawo ufume na washukuru kwa kuona watu wengi, na washukuru kwa kuona wanaenda vizuri siku hizi kuliko wakati ule wa kwanza. Kwa hiyo Mungu anaendelea kuonyesha sifa na ukuu wake na ufanishaji katika yale ambayo eki wakilobea kanisa kwamba